Swanga TV, sauti ya maisha. Jamani, nipeni rai roi kwa yangu yalonifika. Nyumbani mimi sikai, kutwa ninangaika hivi sasa niko hai bado roho kunitoka, njiwa amesha nitoka, nipate wapi mwingine? Njiwa nilipompata moyo ulifurahika, kwa nitabu sikupata mazoea aliweka, Kadumu miaka sita bila kuleta mashaka. Njiwa mesha nitoka nipate wapi mwingine? Kule nilikonunua mfugaji katoweka, na madebe kapachua sijui wapi kaweka. Mimi ningeliamua mwingine kwenda kutaka, Njiwa ameshanitoka nipate wapi mwingine? Njiwa alimaridadi kwa tabia hana shaka na kuwa mkaidi umwitapoka kufika mfano we kama radi chini inapoanguka. Njiwa mesha nitoka, nipate wapi mwingine? Wapo wafuga jitele madebe wamepachika, na njiwa wapo milele, watu hawendi kutaka kutwa waweka kelele, wapanda mara kushuka, njiwa mesha nitoka, nipate wapi mwingine. Ningekwenda kwao hao madebe walopachika, kununua njiwa wao debeni nikenda weka, lakini kasoro zao njiwa hawakufunzika. Njiwa mesha nitoka, nipate wapi mwingine Wanduguye Bwana Sefu kowapotikatika, lakini beini ndefu iwapo atapatika. Tena wana udhaifu wetapo waeruka. Njiwa mesha nitoka, nipate wapi mwingine? Kubwali linalonitesa kufugamie kufuga, nataka hawa njiwa wa kisasa kendwa mjini wafika. Yule niliyemkosa debeni hakuondoka, njiwa ameshanitoka, nitoka nipate wapi mwingine? kama ningelibaini fulani amemweka japo melimiateni, huko ningelimfika, ni shauri ya manani ndiye aliyemtaka. Njiwa ameshanitoka, nipate wapi mwingine? Swanga TV, sauti ya maisha.